Ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na kisha gusa alama ya kengele, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na kumake headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Moja kati ya story ambayo inatikisa katika mitandao ya kijamii ni story ambayo inamhusu mwanadada Diva the Boss. Wengi tunamfahamu mwanadada huyu, amekuwa ni mtu ambaye anaandamwa katika mitandao ya kijamii kufuatia swala lake la kusemekana kwamba hajawahi kupata mtoto. Diva the Boss ameamua kuwanyamazisha wale wote ambao wamekuwa akimsakama katika mitandao ya kijamii wakimsimanga na kumwambia kwamba amezeeka na ni kwa nini mpaka sasa hivi hajaweza kututhibitishia kwamba maneno yetu ni ya kweli au ni ya uongo. Kubwa zaidi leo ameamua kukanusha na kuwaonyesha ni jinsi gani ameweza kuweka maisha yake private, na hususani swala zima la ndoa yake ya miaka mitatu aliweza kuliongelea vizuri, akiwa anasema kwamba ameweza kuishi katika swala zima la mahusiano ambayo ni mahusiano ya ndoa wa kipindi cha takriban miaka mitatu na ndani ya hiyo miaka mitatu aliweza kuachika na hata baadaye akalizungumzia na kuweka wazi chanzo cha ndoa yake kuvunjika. Na kwa upande mwingine swala zima la watoto ameweza kuwaambia walimwengu na wale wote ambao wamekuwa wakimsema vibaya katika mitandao ya kijamii ya kwamba alivyomaliza kidato cha nne eh, aliweza kupata mtoto na mtoto huyo kwa sasa hivi ni mtoto mkubwa sana kulingana na umri wake japokuwa mama huyu amekuwa akikanusha kwamba mtoto wake hawezi kumweka katika mitandao ya kijamii kwa sababu ya kulinda umaarufu wake pamoja na familia yake. Watu wengi wamemuuliza: Je, kama ni kweli una mtoto uliyemaliza kidato cha nne na kupata mtoto, ni kwa nini hujaweza kumposti hata baba mzazi wa mtoto huyu katika mitandao ya kijamii? Diva the Boss ameendelea kuwasema kwamba wale wote ambao wanazidi kumtukana katika mitandao ya kijamii, ipo siku wataweza kunyamaza, pindi binti yake ataweza kujitambulisha rasmi katika mitandao ya kijamii kwamba yeye ni mtoto wa Diva the Boss. Wewe kama mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Mautundu Online tuachie maoni yako ndani ya comment section na vile vile usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification. Niseme bye bye mpaka wakati mwingine.